Yep, ni kweli, ni kweli yes. Sasa hii tunawashikilia watu zaidi ya 17 ambao wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Hawa wote tunawashikilia. Tunaendelea na mahojiano nao, na uchunguzi ukikamilika basi tutawafikisha mahakamani, na nisihi kwamba anayehamasisha kwenye mitandao, anayetuma meseji za uchochezi kwenye mitandao hana tofauti na yule anayefanya kosa la moja kwa moja la wazi linaloonekana. Tumejipanga vizuri pia hata huko kwenye mitandao. Kwa sasa kila kinachotumwa na kila kinachoandikwa tunakiona kwa hiyo, ukiposti message ambayo unajua kabisa hii ni ya kichochezi, jua hatuko mbali na wewe. Kuna mmoja nimeambiwa so sasa hivi anapita nyumba kwa nyumba akihamasisha vijana waingie mtaani tarehe ishirini na tisa. Naomba niapokee ujumbe huu kwamba hicho anachokifanya, yuko kama mita mbili tu kutoka kwenye pingu. Tutamfikia muda sio mrefu. Ndio, mimi ni maswali. Kuna barua kutoka Chadema makao makuu sajizaiji kimtiidi polisi kuwashikilia baadhi ya viongozi wa Chadema. Mimi sijapokea barua ofishale sijapokea, lakini kweli baadhi ya viongozi tunawashikilia. Lakini la tatu, mwenye jukumu la kupeleka washtakiwa mahakamani ni ofisi ya mwendesha mashtaka. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kupeleleza, kukamata, kupeleleza na mwisho wa siku naliandaa jalada na kupeleka maoni kwa mwendesha mashtaka. Kwa hiyo yawezekana wakawa hajapelekwa mahakamani kwa kuwa mwendesha mashtaka bado anajaribu kuangalia ile mambo ambayo anaona labda kuna jambo la kuongeza au kuna jambo linatakiwa kufanyiwa kazi kabla hajapelekwa mahakamani. Lakini kwa maana ya barua, mimi sijapata. Chochezi wanatuhumiwa kuhamasisha vurugu tarehe 29, kwenye mitandao ya kijamii. Kuna kuna malalamiko ya mgombea wa chama kimoja um, cn hawa ninao niliotaja kwamba tunawashikilia, wanaingia kwenye makosa mengi wako wanaohamasisha moja kwa moja kwamba tarehe 29 usiingie, lakini pia wakati huo huo wanahamasisha mabango yote yaliyobandikwa ya vyama ambavyo wanadhani labda havistahili au kwa namna nyingine yoyote ile kwamba mabango yao pale kwao, mabango yale kwao ni kero. Wako, wako wanaohamasisha kuchana na wenyewe tumewakamata, lakini pia wako waliokuwa waki sana moja kwa moja, kama mmeona kuna baadhi ya picha zinazunguka kwenye mitandao, wale nao tumewakamata. So tuna idadi kubwa kama nimekuambia, zaidi ya watu 17 ambao tunawashikilia, na taratibu zikikamilika, basi watafikishwa mahakamani.